Ah, changamoto ya mwanaume kufika kileleni inaanzia kichwani. Mwako namaanisha kwamba changamoto ya kufika kilele, ya kuwahi kufika kileleni inaanzia katika akili yako. Unapokuwa na hofu, wasiwasi, msongo wa mawazo, unafanya mfumo wa neva ushindwe kufanya kazi yake vizuri na kupelekea ubongo kuweza kuupelekesha mwili na kuwahi kufika kileleni. Lakini pia kuna tabia ambayo inapelekea uwahi kufika kileleni, sana sana wale ambao wanafanya masturbation ama unajitua ukiwa na tabia ya kujitoa mara kwa mara, unashusha kiwango cha uzalishaji wa homoni ya testosterone na unapandisha dopamine. Kwa hiyo tatizo la kuwahi kufika kileleni kwako itakuwa ni kitu cha kawaida. Kama ni wewe una hii changamoto na unayo kwa muda mrefu, umejaribu kutafuta madawa mengi sana, lakini bado ile hali inajirudia, nitafute Esma na Afya, nina suluhisho lako na kama wewe ulishawahi kuwa na hiyo hali, lakini kwa sasa hivi uko vizuri, unaweza uka comment hapo chini na wengine waweze kujua namna gani ya kuweza kuchelewa mshindo.